kua mshauri wilaya y kidom tuko ashiriki osikia zaidi ya asilimia sabini ya bajeti ya serikali inatumiwa manunuzi au tenda balimbali na serikali. Serikali yetu imechukua hatua tumeonesha kuwa kila mtanzania mwenye sifa na nia njema anapata haki na fursa ya kushiriki na kunufaika na utekelezaji kwa malengo ya maendeleo ya taifa letu. Serikali aena mazingira bora zaidi kuwahi kutokea nchini kwetu a

Kwa sheria imetutaka kama kuna, tumetenga shilingi milioni 100 shilingi milioni 30, kwenye zile tenda zetu iende kwenye makundi maalum, makundi maalum ya vijana wanawake, na, na, na walemavu. Kwa tutumie fursa hii nzuri, sisi tumepata nafasi ya kupata haya mafunzo, ndio maana rudia tena, tuulize maswali ya kutosha. Kama kuna vigezo unatakiwa uvitimize, pambana leo uweze kutimiza hivyo vigezo kama unataka kusajiliwa, kama ni manispaa ni jerea ni pela ni wapi, pambano tumize hivyo vigezo. Wakinamama unatenda mbalimbali za chakula, naweza tukatengeza vikundi vyetu tukajisajili, ko tuulize maswali ya kutosha vizuri, ukitoka hapa leo tukafanya jambo. Rusida Medadi Chou ni mwanakikundi wa wajasiriamali wadogo Ruvuma. Kwa kweli, kwa, kwa semina hii tumepata fursa kubwa sana serikali imeweza kutuona wale wajasiriamali wadogo katika ushindani wa levo yetu ya uzabuni mdogo mdogo, kiwepo usafi pishi, hata kwa supply tu, vile vitu vidogo vidogo katika halmashauri. Kwa kweli tunashukuru sana kwa mafunzo haya, tumejifunza kitu angalau, na sisi wajasiriamali wadogo tuweze kushiriki kwenye zabuni mbalimbali zinazoendana na levo yetu. Kwa kweli tunaishukuru serikali ya Mama Samia imetuona na sisi wajasiriamali wadogo. Jeremia Aule Bigambo ni kikundi cha electrical power experts. Kutokana na mafunzo haya, tunajifunza kwamba sisi wanakikundi tuna uwezo wa kupata mikopo ya asilimia 30 na ikatuinua, na tukapata mahali pa kuanzia kwa ajili ya vikundi vyetu vidogo vidogo tunavyoanzisha. Minadhani ni, ni, ni, ni programu nzuri kwa serikali kwa mpango ambayo imeweka kwenye hii taasisi. Tokana na sisi wajasiriamali wadogo, kwa mwanzo tunakosa hizi zabuni tokana na, na mtaji ambao tulikuwa nao, lakini kwa sasa tumejifunza kwamba tuna uwezo wa kupata ushindani ambao umeandaliwa ndani ya halmashauri, ndani ya manispaa kwa asilimia zetu zile zile 30. Kwa jina naitwa Israeli Charles Buto, ni mratibu wa vikundi vya PPRA kutoka idara ya maendeleo ya jamii manispaa Songea. Tupo hapa leo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa vikundi vyetu vya PPRA na lengo kubwa ni kuwawezesha wanavikundi watengeneze vikundi ambavyo vitakuwa ni endelevu, lakini zaidi wapate elimu ya namna ya kufanya mambo ya manunuzi katika mfumo wa nest, yaani waweze kupata uwezo wa kuwa wanaomba tenda za serikali kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kwa sababu shughuli ni nyingi, na tunawafundisha namna ya kutengeneza shughuli hizi katika uh, njia mbalimbali. Kuna watu wa ujenzi, lakini kuna uh, vikundi ambavyo vinahusiana na mambo ya kudrill au watu wa kuchomelea lakini kuna mafundi furniture, vikundi vyote ambavyo vinatakiwa na wale watu wa mapishi kwa ajili ya tenda za zabuni za mambo ya mapishi katika sekta zote za serikali. Sisi tuna vikundi hamsini na mbili ambavyo ndio, so viko ofisi manispaa Songea, lakini tunaendelea kutoa elimu tupate vikundi vingine zaidi viongezeke zaidi. Hapo anaitwa Ansa Tigaima, ni afisa manunuzi ofisi ya mkuu wa mkoa. E, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha mamlaka ya manunuzi PPRA kuweza kuja mkoa wa Ruvuma kutoa mafunzo kwa makundi maalum, wajasiriamali wadogo wadogo, pamoja na vijana na vikundi mbalimbali mbali, kuhusu fursa za matumizi ya mfumo wa ununuzi kwa maana ya nesti ambapo wataweza kufahamu fursa wanazoweza kupata kupitia mfumo wa nesti kwa shughuli zao za uzalishaji uza ambazo zinaweza zikawasaidia kuweza kupata ajira na kupata kazi mbalimbali mbali. Kama kazi za useremala, kuna miradi mbalimbali mbali ambayo inatekelezwa na miundombinu, katika hiyo miradi, vikundi mbalimbali mbali vya mafundi wanaweza wakapata ajira kupitia mfumo wa nest. Ah, kwa majina anaitwa Aziz Mohsen Jovu na sanunuzi kutoka ibarai Kanda Kusini. Tumekuja mkoa wa Ruvuma kufanya mafunzo ya sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024, na pia tupo katika kuapitisha katika mfumo wa nest katika moduli mpya ya negotiation, majadiliano ya bei online, pia na upekuzi wa mikataba contract vetting, na pia usainishaji wa mikataba. Mafunzo haya tumewalenga watumishi wa halmashauri wa mkoa wa Ruvuma kuanzia ofisi ya rasi na halmashauri zote zinazopatikana katika, katika mkoa wa Ruvuma amini Songea DC, Songea MC, Mbinga DC, Mbinga TC, Nyasa, Madaba na Mtumbo pamoja na Tunduru, ambapo mafunzo hayo yatamalizika Tunduru tarehe 4 mwezi wa pili 2026. Pia mafunzo haya pia tunalenga makundi ya kijamii ambao tunazungumzia wanawake, walemavu, wazee na vijana. Na mafunzo haya pia yapo katika kuwajengia uwezo watumishi pamoja na makundi maalum na wazabuni, kwa namna kwamba jinsi ya kujisajili. Kwa upande wa makundi ya kijamii na wazabuni ni kwamba jinsi ya kujisajili kwenye mfumo wa nesti, jinsi ya kuomba zabuni kwenye mfumo wa nesti jinsi ya kusaini mikataba yao kwenye mfumo wa nesti na pia watapata ufahamu kuhusu fursa ya asilimia 30 inayopatikana ndani ya sheria ya ununuzi wa umma mwaka 2023 na na kanuni zake za mwaka